Wanawake pia wengi walivunja ndoa zao kwa sababu walitafuta suluhu kwa watu ambao hawafai. Mm. Wale watu wakawahimiza wakatoka kwenye ndoa, wale wakaingia katika ile ndoa. Ay. Unajua, sio kila mwanamke ambaye yuko ana kwenye wema, ndoa anapendwa na mwenzake, wenzake wanafurahia kwamba yuko kwenye ndoa. Kuna wengine e, wanatamani kweli. Na mwingine anasema la, nikipata mume kama yule wako. Mm. Ay, maisha yangu Monsa, anaweza, akishakuambia tu kama yule ee. wako Weka, yeah. Wana hapa tu kitokea tu kitu kidogo tu wejua ushakuwa usha, yeah, ashaingia yeah. na akiingia atoki ndio na atahakikisha ya kwamba hakuna njia ambayo wewe utafanya nini utaerudi utarudi. mm. Sasa chunga. mm. Wanandoo wanafaa wachunge shida zao, ikiwa ni shida za kutoa au suluhu wanatafuta, waangalie ni wapi wanapeleka. Ndio. sio kila mtu unapeleka shida yake. Ndiyo.